Wananchi wa Narok, hamjambo. Kama njia mojawapo ya kuinua ufugaji katika kaunti ya Narok, Rais William Ruto amezindua kiwanda cha ngozi katika eneo la Ewaso Nyiro, akielezea kuwa kiwanda hiki kitainua wakulima eneo hili, kwani ndio watakaouza ngozi za mifugo wao zitakazotumika katika kiwanda hicho. Tuko na ng'ombe ya maziwa na tuko na ng'ombe ya nyama. Si kweli? Na ndio sababu hiyo leo hii tanari imezunguka siku nyingi, lakini sasa nimeweka kwa mpango 2023 nilitoa pesa ya serikali nikaweka hapa, nikasema new equipment inunuliwe. Mimi huyu Ngala Oloitiptip ambaye ni CEO wetu amenionyesha ile equipment alinunua na sasa product ambaye inatoka hapa ni product ambaye quality yake ni ya kimataifa, tunaelewana akibaini kuwa tayari serikali imetoa ilani ya kusitisha kuagiza bidhaa za ngozi kutoka mataifa ya kigeni ili kutafutia fugaji soko na pia kubuni ajira katika viwanda vya kusindika ngozi, tayari akiahidi milioni mia nne zaidi ili kukamilisha ujenzi wa kiwanda hiki. Nimeshatoa ilani Kenya hii kwamba tukifika hapa mbele, wakati tumekamilisha hii mambo yote, mambo ya kuleta viatu Kenya tutakomesha viatu itakuwa inatengenezwa na ng'ombe ama ngozi ya ng'ombe zetu, ama mnasemaje? Hii viatu tunanunua Italia, sijui tunanunua Marekani, sijui tunanunua Ulaya, imetengenezwa na ngozi ya ng'ombe kama hii yetu. Nani alisema ngozi ya ng'ombe yetu haiwezi kutengeneza viatu? Akizungumza alipofungua soko la Suswa, Rais aliahidi kuweka ua utakaozingira msitu wa Mau ili kuwazuia watu kuingia katika msitu huo na kuharibu akisema ameipa serikali ya kaunti ya Narok hati miliki za msitu huo ili kusimamia. Mimi nimekuja hapa na title deed ya Mau, nipatie county government ya Narok ili kusiwe tena na taswishi kwa maneno ya Mau. Nimetafuta pesa ili kusiwe na taswishi yoyote, tuweke fence hiyo Mau forest, tuweke fence Awamu ya kwanza tunajenga kilomita mia moja ya fens pale Mau ndio kusiingie mtu mwingine, kusikuwe na taswishi tena, ijulikane hapa ni msitu na ni mali ya wananchi wa Narok. Katika ziara yake ya kaunti ya Narok, Rais Ruto amezindua mbaadhi ya miradi ya maendeleo ikiwemo uwanja wa ndege wa Narok, chuo cha KMTC Narok, akitenga shilingi milioni mia saba kukamilisha barabara zote zilizokwama katika kaunti hii. Asa sikizeni, nimetoa pesa ya serikali milioni mia saba, sindio? Ya kukwamisha zile barabara zote zilikuwa zimekwama. Nimetoa milioni mia saba ya kufanya kazi hiyo. Isaac Musioka, Undugu TV.